Salat salam ala rasul. Nafikiri mmemsikia mzee kaongea katika hali ya huzuni na hisia zaidi. Bado tunarudi kwenye swali alilouliza ndugu yetu, ndugu yetu kwamba je, tutaongelea watu pasi na kuelezea hoja? Jawabu inabakia vile vile kwamba lazima hoja kwanza ipatikane. Wewe umesimamia wapi? Kwa majibu, kwa, kwa, kwa hoja hii, yeyote atakayekurupuka kutukana watu pasi na kutengeneza hoja au kumfikishia yule mtu juu ya lile pengine amefahamu ya vibaya, amefahamu makosa, taban, huyu atakuwa katika ujinga, elimu yake itakuwa haina manufaa, ina asili ya ujahali kwa sababu

Idha nataqa safihu fala tujibhu fakhairu min ijabatihi sukuti, anapoongea mjinga usimjibu, jibu zuri kwa mjinga ni kunyamaza. Alhasil, kijana ambaye ni mwanafunzi yatakallamu bimualimihi au biustadhihi, anaongea juu ya mwalimu wake kidini kidini, hakuna ubaya kijana au mwanafunzi kuelezea juu ya mafuhumu mbovu za mwalimu wake, lakini tunarudi kule, amempikishia amemlingania, pale ambapo anaona mafuhumu ya mwalimu wake ni mbovu. Mathalan, mfano, tumesoma kipindi hicho kwa walimu wengine ni walimu wapiga dufu, na pengine wametufundisha kufanya itima, unafanya unafanya, fanyeje na nini. Haili vibaya mimi kumsema huyu mwalimu kama nimemfikishia ni na anaendelea kurudi, mimi mwanafunzi kusema jamani, huyu mwalimu sawa, katufundisha tumeweza, kwamba ukiwa na nini lakini ana makosa kadha wa kadha, kwa sharti awo yeye kata. Lakini kuna mafahimu ufahamu ufahamu ambao mwalimu wake au shekhe wake yeye amefahamu hivi, na mwalimu na mwanafunzi kafahamu hivi, fahuna yajibu ihtiramu hapa inatakiwa ihtiramu, yani heshima. Ni lazima uheshimu maukifu mwalimu wako. Kuna watu ambao ikawategemea minal ulama katika wanachuoni na mawkifi yako wewe pia, kuna watu umewategemea, ama kutembea kwa kujionaona au kuinama kama walivyosema, wewe kondoo kama anainama kuogopa, maas fajaiz, hii inafaa kwa sababu mwendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa uwingi wa mwendo wake ni kuinama chini kuangalia chini. Thani kama anainama kwamba lina nini lile, tabaan sukhuriya, anapata madhambi. Na kama anatembea kwa kujigamba, sijui huyu atakuwa anapata manahaji gani? Kwa sababu manahaji ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno ya ndani ya Qur'an ya Luqman, wala tusair khadda wala tamshi fil ard marha, usiu katembea kwa malingo lingo. Sasa itakuwa ajib min ajai maajabu katika maajabu, wewe tena unasema unasemana msimamo, alafu tena unaingia katika shubuhati, unatembea kwa malingo tena Qur'an, tena kwako wewe unaonaje? no, haifai ama rudud raddi za watu kuwa raddi tu watu ni mali kupata makundi na kuwatangulia heshima mashaikh, taban wana wizr, wana mizigo ya madhambi, wataenda kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu time nyingine sheitani anakuchezea, hata kama pengine shekhe kwa sahihi hana wewe unatafuta tu talufu daura, yani unapinda pinda, unapindapinda, unapindapinda mpaka umtangulie heshima shekhe sitemia ana shekhe sasa. Huruma yako kwa watoto watakayekuja baada mimi ni kutoa shaka mzee. Alhamdulillah, kila ulimwengu unavyozidi kwenda, elimu ndio inakuwa zaidi na zaidi bali. Tu tuwanasihi talaba, tuwanasihi wanafunzi na vijana wanayokuja, wahakikishe mapenzi ya kumpenda shekhe wake yawe yanarandana na kitabu na sunna. Asichupe mipaka isiingie. Sasa mara ukabila, mara njia moja, mara sisi ni wahanga wa shekhe fulani, isiingie hivyo, usabute mwingine. Mtu unakuta kwamba huyu kagombana shekhe fulani na huyu, mara wanakuwa awan wanaungana, wanaungana yule. La, shekhe wote simpendi, lakini shekhe mzee wangu, fahamu yako matatizo ya hawa vijana yapo, lakini wamebeba hazina nzuri tu endapo watakuwa wazuri. Hazina nzuri mno, hawajaja na kitu kigeni. Hazina nzuri mno, wamebeba hazina nzuri sana. Mapungufu yapo, yajibu antusaha, lazima yarekebishwe. Sasa ikiwa hawatokubali kurekebishwa, wana nini wao kukataa kuwa na wao? Pengine ni katika watu wana uhizbi, wana umakundi, lakini mimi nawadhania dhana nzuri. Mi msomo wangu nawadhania dhana nzuri, iondokane tabia tu kujiona wao ndio wao Hakuna alosoma isipokuwa wao, hakuna kadha wa kadha, lakini wallahi kheri kubwa wanayo. Na hii ni mfano kama staili yako wewe uliosema kipindi fulani unanyosha, una una, una nini, unatikiza kidole, watu wanakuja mpaka wanakamata kile kidole, sio enzi hizo mlizoanza wazee wetu. Watu wamfanya kazi kubwa, masheikh wamfanya kazi kubwa sana masheikh wetu wamfanya kazi kubwa mno, kazi ambayo ndo hizi leo tupo hapa tunaswali na vitu vingine na mambo mengine, kheri mkubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala abariki jitoa na kheri yao. Kwa hiyo wewe mwenyewe ukiangalia picha ya marumbano ilivyoanza mwanzo na sasa hivi, unakuta inafanana, haifanani. Kumepoa kula kumepoa, na maana kama damu ile kuchemka watu wanafahamu, hapa tulikosea, hapa tulimini hapa tu. Kwa hiyo ndugu yangu au mzee wangu, sisi tusitengeneze uadui zaidi. Sisi kama, kama umemwona ni mbaya, basi wewe tengeneza uzuri zaidi, hakikisha aje ah, kwako. Kama umeona mbaya, hakikisha aje ah, kwako, kwa, kwa sababu salafu salihi ridwanullahi alaihim walikuwa hawafurahi juu ya maasi ya mtu walikuwa wanahuzunika, kwa nini huyu sijaweza kumlingania? Kwa nini huyu sijaweza kumlingania? Hawakuwa wana kibri akabir na vitu vingine. Kwa hiyo nimependa aniweke sawa hapo kwanza ule msimamo wangu, na kuona kwamba mazingira shawali hadithi wanayoisoma wao ndio hadithi ambayo wewe umeisoma mafuhumu ambayo wanaweza kuwa nayo wewe na ukawa na mafuhumu hiyo hiyo. Wanamtangaza Mtume Muhammad kwamba yeye ndio salafu wa kwanza, na wewe unafahamu hivyo hivyo. Yeye kaja kwenye sifa ya ana salafi, wewe ahli sunna, ndio hao hao. yeye ghuraba, na wewe firqatu mansuri, ndio hao hao. Wewe najia, na mwingine ni hao hao. Bas, asma majina tu, huruma tuwenayo. Ni kweli pale ambapo anatenguliwa heshima wazee, tabaan, mtu ana wiziri wake, ana madhambi yake. Sisemi anatenguliwa heshima wazee, kama wazee tu, anatenguliwa heshima mtu katika haki ambayo anadhulumiwa, ana madhambi madam. Nikishabale huyu usimuite mtoto huyu usimuite mtoto, kashabale huyu Usama ibn Zaid ni mdogo kwa vile unaofahamu wewe, lakini kapewa uongozi kwa maana inawezekana kijana akawa kiongozi wenu, na inawezekana pia kiongozi ambaye alikuwa anajulikana pengine akawa na elimu ndogo naye akatanazzal, wewe utatuongoza. Inawezekana, yote inawezekana. Lakini kukurupuka kuwatukana mashaikh pasi na sababu, biduni iqamati hujjati ilaihim, pasi na kuwafikishia hoja wao, hii dhulma, hii dhulma. Kwa hiyo mzee, tuombe dua tunakoelekea, sio kubaya, kuzuri.